Mtu anaposilimu Uislamu inafuta madambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajasilimu. Unapomwona mtu anapiga shahada hapa msikitini, au mali popote pale, anasilimu, huyu mtu anarudi kama alivyozaliwa mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madambi. Alislamu yahdi ma kana qablahu. Kisha Mtume akamwambia wa anna alhijra tahdi ma kanat qablaha, ibada ya hijra Hijira inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kwenda hijira, kama sahaba walivyohama Maka kwenda Madina, hawa wote walifutiwa madhambi yao, wakarudi kama watoto wadogo. Leo mtu anahama na dini yake, anahama na heshima yake, anamtafuta Mungu, anahama ile mji aliyokuwepo, kwa sababu ni hatari yeye kuwepo pale kwa uhusiano wake na Mungu wake, akaamua kuondoka kwenda kumtafuta Mungu mahali pengine, wende ikawa ikawa ni sababu yeye kuondoka na nakaulikwa Mwenyezi Mungu kwa salama salimini, kisha ndo mtume akamwambia Amr ibn al-As, na hapa ndo mahallu shahid, akamwambia wa anna al-hajj yahdiyu ma kana qablahu, na ibada ya hajj inafuta madhambi yote yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kufanya ibada ya hajj. Ndo mtume aaa sallam katika hadithi nyingine akasema man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq rajaa ka yaumi waladatuhu ummuh Mtu yoyote ambaye atakaye kwenda kufanya ibada ya hija, hakumwingia mke wake, kwa wale ambao wanaandamana na wake zao. Kumwingia mke wake katika ibada ya hija ni mmoja katika mambo ambayo inabatilisha inaharibu haji ya mtu. Makafara yake ni mtu kuchinja ngamia, na ataendelea mahali alipo alipoachia mpaka mwisho, lakini mwaka ujao Mungu akimpa uwezo, itabidi tena arudi akalipe upya, akafanye upya. Sasa Mtume anasema man hajja walam yarfud, hakumwingia mke wake. wa lam yafsuk, na hakufanya machafu aina yote kule alipokuwa kule hija. Ikimalizika, huyu bwana anapanda ndege anarudi nyumbani ka yaumi waladatu ummu, kama siku ambaye mama yake amemzaa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Kisha jambo lingine, ndugu zangu, ambaye inafuta madhambi yote ni tauba ya kweli ataibu mina dhambi kaman la dhamba lah, mtu ambaye anatubia toba ya kweli akawacha madhambi ambaye anayafanya na akayajutia na akatia azma kwamba haturudia tena, huyu vile vile anarudi kama alivyozaliwa, anarudi kama vile alivyozaliwa. Ndugu zangu, tumo ndani ya masiku bora duniani, na masiku haya inapoingia tarehe moja, kuna baadhi ya mambo ambayo sisi Waislamu itakana tuyafanye na kila Mwislamu.